Na tulikuwa na jumla ya timu ishirini ambazo zimeshindana okay. okay. Katika mzunguko wa kwanza okay. Baadaye tukaingia robo fainali na okay. baadaye nusu fainali ambayo okay. ilikuwa siku ya leo lakini mwisho tunamalizia na fainali okay. Tunaona kwa kweli okay. a, ligi yetu imefanyika okay. kwa mafanikio okay. okay. makubwa kwa sababu vijana wetu ni miaka mingi tangu kuwa na mzunguko wa ligi kwa namna hii, kwa hiyo manake wameongeza kufahamiana, lakini pia wameweza kuangalia fursa katika kata mbalimbali mbali lakini cha msingi tunaona ambavyo sasa hivi kijana wa Kakunyu anamfahamu kijana wa Kashenye, kijana wa Kashenye anamfahamu Tobugandika, na hiyo ilikuwa ni, ni matamanio yetu tunayotaka. Lakini kila mmoja katika kuzunguka ameweza kujifunza mambo mengine katika kata zingine, akuona kwanza ni nini ambacho Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya katika maeneo yetu, hasa tukiangalia vitu ambavyo vinaonekana kwa wazi uh, vijana wetu wakiwa wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tukiangalia miundombinu ya barabara uh, tukiangalia uwepo wa maji, watu wanatumia maji safi na salama, lakini na mahitaji ya umeme. Kwa hiyo wanaenda na washuhudia maeneo mengi ambayo tumeweza kufika uh, kupitia serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini na mimi kama mbunge nikiwa nahakikisha kwamba sasa yale yanayohitajika katika jimbo letu tunayaleta, yanakuja kwetu lakini cha msingi kama tunavyoona aa, pamoja na aa, hii ligi ilikuwa inaendelea, tunaendelea kutambua vijana mbalimbali wenye vipaji mbalimbali kwa hiyo naamini uh, wataalamu wangu ambao nilikuwa niwapa kazi wataendelea kuainisha kuona vijana wetu ambao wana vipaji, tuweze kuangalia jinsi gani ya kuwasogeza mbele. Lakini cha msingi tumeona katika kipindi hiki, katika ubize huu, vijana wetu wameweza kujiepusha na matendo ambayo yanaweza kawa sio mazuri kwenye jamii, lakini wamewekeza kwenye kufanya mazoezi ambayo yanawasaidia sana katika majukumu yao. Kwa hiyo mimi nayo faraja sana kwamba malengo mahususi ya, ya ligi hii yameweza kukamilika na mimi najisikia faraja kwamba kwa kuwa tumeanza hivi e, kwa wakati mwingine tukienda tena, maana yake tunaweza kufanya vizuri zaidi, ikiwa ni pamoja na kuwachukua vijana moja kwa moja wale ambao watakuwa wanaelekea katika ubora zaidi, kuwapeleka katika shule au akademi wakaweza kujiendeleza, na mwisho wa siku wakaweza kuchukuliwa na virabu ambavyo vimeshakuwa katika madaraja ya juu kidogo, kushiriki kwa vijana, kushiriki katika michezo ni. Ndugu mtangazaji, kwanza mimi vijana niendelee kuhamasisha Michezo ni sehemu ya mazoezi. Michezo ni sehemu ya kufahamiana. Michezo ni sehemu ya network. Michezo ni sehemu ya fursa. Kwa hiyo vijana wasiende kwenye michezo hii kwa, kwa mazoea, waende wamejitoa kwa moyo kwamba tunaenda kucheza michezo na kiwa wamefanya ma, mazoezi madhubuti ili kuweza kuwa na ufanisi katika michezo ambayo inakuwa inaandaliwa. Naamini baada ya michezo hii kuna vijana wengine ambao wataonwa na timu zingine na kuweza sasa kusogea a, katika timu zingine ambazo ni kubwa na hivyo mwisho wa siku watakuwa wamepata fursa pia nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati wa moyo wangu mbunge wa jimbo la Misenyi, Mheshimiwa Florent Laurent Kyombo kwa dhamira yake njema na moyo wake mkuu wa kupata maono ya kuanzisha ligi alimaarufu kama Samia na Kyombo Cup. Ni matumaini yangu ligi hii ya Samia na Kyombo Cup imeenda kueneza ujumbe hasa kwa vijana wapenda maendeleo na wananchi wengine wote kwa ujumla, hususani wa wilaya ya Misenyi kuhusiana na mambo makubwa yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya sita kama mlivyo yasikia yalipokuwa yanachambuliwa na, na watangazaji wetu wakati wa mechi zilipokuwa tunaendelea, kuhusu afya, hospitali yetu ya wilaya, wakati wote pale inaenda kufunguliwa, after all imeshaanza huduma, bado tu huduma hazijafikia asilimia tisini. Haya yote amekuwa akifanya mbunge wetu, na kama mnapomfahamu huyu mbunge wetu hakuna sesheni ya bunge inayofanyika asiweze kuuliza swali au kupata ufafanuzi wa nini kinachoendelea Misenyi. Pigia makofi hapo kidogo, wanawake! Yeah, vigeregere. Lakini yeah, kwenye swala la umeme wote ni, ni, ni mashuhuda. Vijiji vyote vya misenyi sabini na saba vimefikiwa na umeme, na juzi tulikuwa tunateta naye hapa, saa hizi anaendelea kufanya maongezi na wizara ya nishati, ili li vitongoji vivyo bimio baki vyote viweze kufikiwa. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, tumeona mbunge wetu huyu amekuwa akifanya shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kufanya mikutano na wafugaji, kufanya mikutano na wakulima, na kutokana na ukweli kwamba kuna ushuru mkubwa kwenye mradi wetu wa Kerengebani tumeshafanya maongezi na mbunge. Ndani ya mwezi mmoja unaokuja, wataalamu watakuja kushughulikia ile kero ya ushuru mkubwa pale. Tunataka ushuru wa kwetu uwe sawa na ule unaotuzwa Uganda, ili kuepusha magendo ya mifugo kupelekwa Uganda ili au, au mifugo wao wanauzwa kwenye mnada wetu. Lakini sambamba na hilo, Mr. Kyombo